Habari za asubuhi, habari za asubuhi asubuhi ana wabwana. Leo hii ni siku ya wikendi ambayo tulivu, tunakuletea mafunzo ya kilimo cha tufani, matunda aina tufani ambayo hulimwa sehemu nyingi, hasa upande wa Europe, hasa upande sehemu ambazo zina baridi. Lakini kwa Tanzania, basi nimebahatika kuiona mazao haya yanalimwa sasa hivi sehemu hata za joto, lakini pia ningependa kufundisha masomo haya ambayo huanza majira kama haya Endelea kufuatilia kila siku, kipindi hiki itakuwa kinakurushia mafunzo haya kwa umakini kabisa. Tembelea kupendelea kwenye kipindi chetu katika tv yetu, online tv ambayo itakuwa inakuletea mafunzo ya kila siku. Leo tunafundisha zao linaloitwa tufani, yani apple. Steji ya kwanza, tutaanza utangulizi. Unapopanda mti wa tufani ekari moja, idadi ya miche unayopanda inategemea ukubwa wa mti, lakini kwa miti unayopanda unayo mi, ikiwa midogo itakuwa miche kuanzia mia moja. Aina ya miti ni dwrf hashi semi hashi dwrf, unaweza kupanda karibu miche mia moja hadi zaidi ya mia nne kwa ekari moja, kwa kutumia mbinu kwa kutumia mbinu za kisasa, mbinu za kisasa ambayo ni msonga, msongamano mkubwa high density planting, ikilinganishwa na miti ya kawaida ambayo inahitaji nafasi kubwa zaidi. Kwa miti midogo midogo, nafasi fupi ni sentimita kumi na mbili mara kumi na mbili au zaidi, wakati miti mikubwa ya kawaida inahitaji hadi futi 25 kwa nafasi, kwa hivyo idadi kubwa ya chini. Ya chini sana. Mifano ya idadi ya miti kwa aina: miti midogo dwarf semi-dwarf karibu mita 100 kwa miti mia moja kwa ekari moja, au zaidi ya miti 400 kwa msongamano mkubwa high density. Miti ya kawaida inahitaji nafasi kubwa zaidi, hivyo idadi ni ndogo zaidi, karibu futi 25 kwa nafasi kati ya miti. Kati ya miti na mti. Sababu za kuchagua aina ya miti, ukubwa wa mti. Miti midogo inafaa kwa bustani na, na ndogo na mvua na, na mavuno mapema, wakati miti mikubwa inahitaji nafasi zaidi kutoa mazao mengi kwa mti mmoja, lakini kwa una mrefu nafasi, hakikisha unatoa nafasi ya kutosha. Kwa kawaida ni futi kumi na mbili hadi ishirini na tano kati ya mti, kulingana na aina hii, ili kuruhusu ukuaji, hewa na mwanga. Kwa hivyo jibu linategemea aina ya mti wa tufani wa mbinu unayotumia, kawaida na msongamano mkubwa, nafasi ya mti katika bustani ugani wa ushiriki. Ndugu mtazamaji, wa kipindi chetu Online TV pamoja na utangulizi ambao nimeweza kukupa pia toka tunakufundisha mbinu mbadala na kutumia miche ambayo ya kisasa ambayo unaweza kuipata hapa Tanzania, ambapo inapatikana katika bustani zetu. Unaweza kutembelea kwenye bustani za MP Garden Fresh Flower au kutupigia simu kwa nambari 0717 343032. Utapata miche ya Apple ambayo ni ya kisasa ambayo ina uwezo mkubwa wa kutoa matunda mengi ya, ya kuweza kupatia uwe faida mkulima wa kilimo cha Apple au tufani na tufani hii, kwa wastaafu, ninapenda niwashauri. Kwa wastaafu ambao wanafanya kazi serikalini kwenye mashirika na makampuni binafsi, wakati bado unaendelea kufanya kazi, ni muhimu sana ukakumbuka kulima zao hili la tufani, kwa sababu lenyewe itakuwa ndo kinua mgongo chako hadi unapokuwa mzee, utaendelea kupata ma mafao. Angalizo: mtu yeyote anayetaka kulima zao hili anataka kupata ushauri wa kutosha kwa sababu hili zao zao ambalo linalipa lina kama utakuwa umefata njia za kisasa. Tunaomba uendelee kusubscribe na kulike na kucomment na kushare ili na wengine waweze kujifunza zaidi. Kipindi hiki ni muhimu kwa mkulima wa aina yote, na yule ambaye anahitaji kuingia kwenye kilimo, kabla hajaanza kulimo lazima pia apitie kuweza kujifunza kipindi hiki. Itakuwa kinakuletea kila wakati, namna hatua kwa hatua, namna ya kupanda apple na kuvuna na mazao ya jinsi unavyoweza kuyapata na kuweza ku, ku, ku, kuona namna ambavyo mazao yanapatikana kwa wingi, epo moja ambavyo itakuwa ina uwezo wa kuzaa mti mmoja. Tutakuwa tunaendelea kukuchambulia hatua kwa hatua. Kinachotakiwa wewe ni kuendelea kufuatilia kila siku, muda kama huu, majira kama haya, lakini kutakuwa pia na kipindi zao litakalofuata baada ya hapo tufani. Tutakuja na zao la parachichi, tukitoka zao la parachichi tutakuja zao la embe, tukitoka zao la embe tutakuja zao nyingine la matunda, ili ukuweza kukuletea wewe mkulima au mtu ambaye unafanya kazi, huhitaji kuwa mkulima wa mashambali, wewe ambaye hata kama ni mtumishi umeajiriwa, tunakushauri uweze kulima mazao haya, kwa sababu itakuwa imekusaidia wewe kukuza uchumi wako pindi utakapokuwa umestaafu na bado hujastaafu, utaendelea kupata pesa nyingine ya ziada Kupunguzia ukata wa maisha. Tunachokuomba wewe ili tuweze kuwepo kwenye, kwenye hii line, tuweze kuwepo kwenye hii tv na channel hii, tunahitaji wewe uweze kusubscribe na kulike na kushare na comment ili wadau wengine waweze kujifunza. Maana kufanya hivyo utakuwa umetusupoti tv yetu, ili na vipindi vyetu tuweze kuvirusha mara kwa mara. Karibuni sana.